Baraza la Vyama vya Siasa linakemea wanasiasa wanaotumia vibaya majukwaa ya kisiasa kwa kuhamasisha uvunjifu wa Katiba na sheria za nchi na ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Hivyo Baraza la Vyama vya Siasa linaviasa vyama vya siasa kuheshimu Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za nchi, maadili na vyama vya siasa, pia maadili ya, maadili ya uchaguzi na maadili mengine ya nchini. Tudumishe amani na utulivu na umoja wa kitaifa katika kipindi chote cha uchaguzi huu. Baraza la vyama vya siasa linatumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa kuwa na programu maalum ya kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kuweza kushiriki katika shughuli za siasa na uongozi. Baraza la vyama vya siasa linatumia fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Rais mungano Tanzania wanawake wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada anazozichukua kutetea haki za wanawake, haki za wanawake na kuwapa wanawake fursa za kiuchumi za kielimu uongozi. Pia baraza la vyama vya siasa linatoa shukurani na pongezi tangu serikali ya awamu ya sita iingie madarakani fursa za kiuchumi, kielimu na kiuongozi kwa wanawake zimetengenezeka kwa kiasi kikubwa. Baraza la vyama vya siasa pia linawapongeza wanawake nchini kwa kukamilisha miaka thelathini ya mkutano wa Beijing. Vilevile linapongeza serikali kwa mafanikio yaliyopatikana ya, ya kulinda haki za wanawake tangu mfumo wa Beijing hadi sasa. Baraza laendelea kuheshimu haki za wanawake ikiwemo haki ya ushiriki katika siasa na uongozi. Kikubwa ambazo ambacho tunaweza kuiasa jamii yetu, kwanza kabisa ni kudumisha mazingira ya amani na utulivu. Tuache mihemko, tuache maneno yanayoashiria kuvunjika kwa amani kwa sababu maendele, uchaguzi ni maendeleo tunakwenda kuchagua viongozi ambao tutafanya nao kazi katika maeneo mbalimbali, lakini kubwa zaidi katika baraza ambayo wote leo tumekuwepo tume, tume hapa, na tulikuwa na siku mbili tangu jana, tumeona kwamba ni wajibu wetu sasa uh, kutengeneza mazingira haya ya amani na utulivu ili sasa wote kwa pamoja tuweze kwenda uh, kama wadau lakini tunaendelea kuomba kwa serikali yetu, namna ambavyo namna ambayo itaviwezesha vyama vya siasa angalau kutoa ruzuku ili viweze kufanya kampeni, uh, kampeni zake kikamilifu. Uh, kwanza wale ambao daftari la kudumu la wapiga kura halijawafikia wajitokeze kwenda kuboresha taarifa zao, na wale ambao wameshafanya hivyo tunawapongeza na kuwashukuru pia. Lakini pia e, Watu wananchi wa, wa, wa wajiandae kwenda kutumia haki yao ya kikatiba haki za kikatiba ziko mbili za uchaguzi, moja ni kuchagua na kuchaguliwa, sawa. Kwa hiyo kwa mwananchi, sio kwamba wewe kazi yako ni kuchagua tu, hapana, lazima ujione kwamba leo unapaswa kuchaguliwa. Kwa hiyo wananchi wajiandae kugombea Novemba 19 ya siasa na na, unajua na, ili ukagombea lazima upitie ule dhamana ya chama. Kwa hiyo wasiogope kwenda kwenye vyama hivyo 19. Tutakutana kinafaa